What's good beautiful people? Mimi naitwa Steri Mbungi na hii ni Ayo TV Entertainment. Assumptions ama kukadiria ama kuanza kuwaza vitu ambavyo hatuna majibu navyo ni kitu cha kawaida sana kwa sababu um, hatuwezi kufahamu kila kitu kinachoendelea. So, um, nisiongee sana. Well, my point is kuna kipindi ambacho Diamond Platnumz na Ommy Dimpoz walikuwa very close. I know hata unafahamu. Um kwenye picha Instagram, but kwenye um, mambo mengi walikuwa pamoja and I'm pretty much sure ilikuwa imezoeleka, ni kitu cha kawaida, walikuwa wanaonekana ni washikaji wako karibu. But then kwa sasa, sasa hivi hivi that's not happening. Ommy Dimpoz na Diamond Platnumz sasa hivi kama tunafanya kitu vitu separate. Diamond tunaona anafanya kazi zake, ni baby kwenye kwa kinyonga Ommy Dimpoz unaona anafanya kazi zake. But then we don't see them together. What's happening? Wana beef? Sijui. Wamegombana, sifahamu. So that's why IOTV imekutana na manager wa Diamond Platnumz, Babu Tale, na kumuuliza what's happening? Ukaribu wa Diamond Platnumz na Ommy Dimpoz kwa sasa ukoje, kwa sababu these two tulikuwa tunawaona sana. Well, msikilize Babu Tale kwenye exclusive interview na Ayo TV. Sijawai kuwaona hivi karibuni, labda kwa sababu ya kila mmoja anapiga mishe zake, lakini mimi na Ommy tulisafiri wote na nasibu mpaka Uingereza tukafanya video ya bambam. Sijawai yeah, kuwaona, nisiwe mwongo, atakiwa ushuhudia kitu ambacho umekiona, sindio? Sijawai kuwaona, labda ni mazingira ya kazi, si ndio? Vijana wale kila mmoja anatafuta ana tonge lake wenye eneo lake. Sijawahi kuona kwa muda mrefu, ila sijawahi pia kumsikia Nasibu, akisema namchukia na nani Omari, na wala sijawahi kusikia hata tetesi zikisema Omari, anasema anamchukia Nasibu, sijawahi hata kusikia tetesi. Kwa hiyo kabla hujafikiria kitu labda sioni kama kuna tatizo yeah. tulikutana mwaka jana Afrima, tuliongea na tulikaa backstage. Mmoja Marekani nakumbuka, kwa sababu tulifanya show ya ilikuwa appearance Marekani, walikaa pamoja, tulikaa pamoja, tulikaa backstage yote, tukasalimiana na na na. Mimi naongea naongea naye naye kila siku pia, na wapaojaaoja naye uksamian aonge ae. Watu wanapenda kucreate maneno ya uongo, labda yanafaidisha you know, That's it then. Kwa story nyingine na kali kama hizi, basi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo. Instagram, Facebook, Twitter, Periscope, Snapchat, everywhere ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Mimi naitwa Asteria Mvungi.